Yanga ndiyo wazee wa hizi kazi. Maisha ya mwanadamu siku zote yamejengwa kwenye historia ambayo ndiyo kipimo cha dira ya tutokako tulipo na kule tunapoenda. Kilichotokea jana Juni 25, kinarejelea miaka 40 nyuma ambapo bingwa wa ligi kuu aliamriwa katika mchezo wa mwisho uliowakutanisha Simba na Yanga wakiwa wameachana alama moja, sawa na ilivyokuwa msimu huu wa mwaka 2024 2025. Shambulio la Young Africans Clement Francis Mzize Yanga ndiyo wazee wa hizi kazi, walishinda mwaka 1985 kwa ushindi wa waamuzi baada ya Simba kutoka uwanjani kwa kugomea penati, na wameshinda 2025 tena kwa mamlaka na utawala mkubwa wa mchezo. Kipindi Einstein akifanya ugunduzi wa saa, alitanabaisha kwamba hakuna kitakachodumu milele, kwa sababu nyakati, majira na saa huwa hazisimami, hata kama mtafutaji atasimama. Naam, wakati wekundu wa Msimbazi wa tawala mpira wa nchi hii kwa kuchukua ubingwa mara nne mfululizo toka mwaka 2017 hadi mwaka 2020. Wananchi walikuwa wakipiga hesabu zao vizuri, kwa kufanya usahili mkubwa kufanya maboresho ya benchi la ufundi, huku wakifungua milango kwa wawekezaji wapya siku zote masikini hana kiapo ndiyo, ni pale ambapo wanalunya si Simba Sports Club walianza kubomolewa kwa kuchukuliwa wachezaji wao nyota kama Kletos Chota Chama na Louis Jose Emixon, na hii ndio ilikuwa mwanzo wa nyufa ndogo kwenye kikosi cha Simba, ambayo ilianza kuonekana pale walipowakosa wachezaji mbadala kwa kuziba mapengo hayo mawili. Na hilo likawaibua GSM walioingia kwa miguu yote miwili kuwekeza kwa wananchi. atafanya nini

Waswahili wanasema imani ni bora kuliko dini, ni heri kuamini kuliko kuabudu usichokuwa na uhakika nacho, kama wananchi walivyoamua kuamini mfumo wa mabadiliko na kiuendeshaji na kiutendaji ndani ya timu yao pendwa iliyokita mizizi na kumea kwenye mioyo ya Tanzania wengi. Kupitia imani hiyo, wananchi wakamkabidhi timu Mhandisi Hersi baada ya Dr Mshindo Msola. Leo wanafurahia matunda ya imani yao baada ya kutwaa ubingwa wa ligi kuu mara nne mfululizo na kuifikia rekodi ya watani wao ambayo ilichagizwa kwa kiasi kikubwa na uwekezaji wa Mo Dewji na utendaji bora wa Kretus Maguli na marehemu Hans Pop. Mwisho wa moto ni majivu. Leo hii Simba sio moto tena, bali ni majivu yaliyopoa kabisa, ambayo yanakanyagwa na wananchi nchini Tanzania katika mashindano yote yanayoshiriki pamoja. Kama ambavyo ambavyo jua halimgoji mvuvi kuchomoza ili amke kwanza, ndivyo ambavyo Yanga hamuonei huruma Simba, na hii ni baada ya kumfunga mara nne mfululizo ndani ya ligi kuu Tanzania bara na huku akiwa mfungaji pia kwenye mchezo mwingine nje ya ligi kuu, hivyo kukamilisha ushindi mara tano mfululizo. Bado hujashtuka? Kwa nini Yanga ni bingwa wa kihistoria? haiwezi kukuumiza kama haikugusi, ndiyo huenda sio kipimo chako, lakini ule muda unaosinzia ndio muda wananchi wapo macho, kudumisha alama ya ushindi, huku wakichora mstari wa kujitenga na wengine upande wa vikombe. Ndiyo leo tunaohesabia 31 kabatini, huku timu nyingine zikiwa na kazi ya kufuta buibui waliotanda kwenye makabati yao ya kutunzia vikombe. Ziko wapi tena zile nadharia za soga za dabi haina mwenyewe? Ziko wapi zile fikra za tumehujumiwa? Ziko wapi zile semi za wanabebwa? Hakika hatutozisikia kamwe kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia inayotumia ubora na ufanisi kama msingi wa matokeo bora. Golini anaanza Diara, pale kati anacheza ucho, inapigwa pasi ndefu kwa Nzengeli kwenda kwa Dube, anarudi kwa Pakome, huku Chama akiwa benchi. Ndugu, hata kipofu angeasikia majina haya angekimbia tu. Ni ubora wa juu wa kikosi na ufanisi uliowafikisha Yanga hapa kwenye kituo cha mwendokasi chenye kibao kinachosoma makombe 31 ya Ligi Kuu ya back to back mara nne. Taratibu, taaluma ya uongozi ndani ya mpira inaanza kujitenga na hamasa zile za Kinjekitile akiwahamasisha watu wapake maji, risasi hazitoagusa. Ali Kamwe, Walter Harrison, Andrew Tin, Privadenyo Engineer, Harris Arafat, Haji ni vichwa vya mpira haswa. Itoshe kusema hongera Young Africans kwa kutoa ubingwa na kutoa darasa la mpira kwa wengine. Makala haya yameandaliwa na Azim Rams na kusoma kwako nami na Aaliyah Njovu.